Si kila mmoja ameweza kufurahishwa na kile ambacho kimechukua nafasi kwa nchini Nigeria, hasa kuzingatiwa kwa ukubwa upande wa Afrika, na hii kilihusisha tukio la Priscilla pamoja na Jux, harusi ama ndoa ya kimila ambayo ilifanyika kwa huko Lagos. Huyu ambaye nakusogezea tweet yake ambayo alishea masaa takriban 22 yaliyopita, upande wa x aitwaye Dami Onuso Wabo ni mwanadada ama mwanamama mama ambaye anajishughulisha na masuala ya harakati, hasa kupigania haki za wanawake. Yeye aliamua kutoa mtazamo wake kwenda kinyume na mapokezi ya watu, hasa kuikubali hii kapo alitui hivi like a Yani kuwa hajapendezwa kumwona mwanadada huyu yani, Priscilla mwenye umri wa miaka 28 kwa sasa kuolewa na Juma Jukes mwenye umri wa miaka 34 nde, ambaye wamekutana mamaanzisha mahusiano yao hivi karibuni tu, atawajatimiza mwaka mmoja na kuamua kuishi kama mume na mke liga, na sio hivyo tu, kuolewa na mtu ambaye huyu Jukes mwenye ukaribu wa marafiki yake mkubwa ni Diamond Platinums. Mwisho akasema tu namtakia heri Priscilla lakini sio hivyo. Sipo hapa kwa ajili ya kuwasema kwa mabaya. Sasa hii ni tweet ambayo ilichukua nafasi pakubwa sana upande wa X, na sio hivyo tu, hata pia kwenye blogs na vyanzo mbalimbali vya kihabari kwa nchi ya Nigeria, vya kushare Instagram, na kila mmoja kuweza kusema la kwake, lakini kwa aliyeweza kumtak, aliweza kuwajibu hapa hapa upande wa X, na baadhi ya watu pia kuweza kusimama naye, lakini asilimia kubwa ya mashabiki wanaona ni kama huyu ni mtu mwenye chuki, inakuwaje? katika momenti ambayo tukio hili limeweza kuchukua nafasi in a positive way, inakuwa kubwa hasa na mapokezi ya mashabiki. Kwa nini anataka kutia dosari? Je, yeah. Umri unamata upande wa mahusiano? Muda wa mahusiano yanamata kwa watu kuamua kufunga ndoa na kuishi pamoja. So, haya ni maswali ambayo yanaweza kuchukua nafasi kumuhusisha Dami ambaye kwa namna moja manyingine wengi wameweza kumtafsiria kwamba ni kama hajavutiwa na ikapo, au kutokana na masuala yake ya kupambania haki za wanawake, basi muna kila sehemu anaweza kusema lolote, hasa kwa hiki ambacho kimeweza kuchukua nafasi kuja na mtazamo ambao ni tofauti kabisa. Tweet ambayo ameweza kuchukiwa pakubwa sana hasa ukizingatia ukubwa wa tukio husika ambao lilifanyika weekend iliyopita, lakini mpaka hii leo bado kuwa gumzo. Na mtu kama huyo kuja kusema la kwake, huona kipi cha kusema? Je, Jux ukaribu wake na Diamond Platnumz ni namna gani ambavyo wanamtafsiri Diamond Platnumz mpaka kumzungumzia huku, yani kusema kwamba mtu ambaye anakuzidi umri tena rafiki yake ni Diamond Platnumz. Je, ana tabia mbaya? hakupaswa kuliona mtu kama huyu? shosha komenti yako hapa. Ni SNS mini gen audio series za kusisimua, makala za ulimwengu